Karibu kwa taarifa zetu tuandamane hadi tamati. Maafisa wa polisi kutoka mpakani Namanga, kaunti ya Kajiado, wamewakamata washukiwa wawili na kunasa bangi ya thamani ya shilingi milioni mbili na nusu iliyokuwa ikisafirishwa kuelekea jijini Nairobi. Bangi hiyo ilikuwa imefichwa kama m... Mizigo ya kawaida ndani ya basi moja lililokuwa likisafiri kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kuelekea Nairobi. Bangi iligunduliwa wakati wa ukaguzi wa mizigo mpakani baada ya maafisa wa forodha kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wa Kenya kukagua kwa makini mizigo iliyozua shaka. Washukiwa wawili wamekamatwa na kuzuliwa katika kituo cha polisi cha Namanga wakisubiri kufikishwa mahakamani. Kamanda wa polisi wa, wa kaunti ya Kajiado Alex Shikondi amesema wanamsaka mshukiwa mkuu anayedaiwa kuwa alikuwa akisubiri mzigo huo jijini Nairobi. sana, sana wale watoto wetu ambao wamemaliza shule tuwafatilie, kwa sababu wanaanza kutumika kwa usafirishaji wa hii madawa ya kulefia na ukiona vile Inaleta madhara mingi sana kwa watu wazima, watoto na tunaendelea na msako zetu. Tumekuja kupata habari kwamba hii madawa inasafirishwa kutoka, mpaka kutoka nje za ngambo nje nje za nje. Kama hii mzigo ilikuwa inatoka Dar es Salaam ikiingia Kenya na mwenye kupokea mzigo ako Nairobi, tunaendelea kumsaka saizi. Maofisa wetu wengine wako Nairobi wanaendelea kumsaka na tunajua kwamba atapatikana tunaomba raia pia waendelee kusaidia kwa hii vita. Hii vita inadhuru sisi wote and we want to tell the